E, mwisho nitamalizia maudhui yangu, kuna baadhi ya mambo aliyataja akasema pale, miongoni mwa bida ni kukuta Waislamu, yani kwamba sisi nyuma kataza mambo mambo ambayo sio bida bana, mekazania maulidi so bida mambo ambayo sio bida mambo, so ya bida ni kukuta Waislamu kitu kimoja, ukawagawa miongoni mwa bida ni kuwakuta Waislamu wa swali idi nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bida ni tajisim kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndio bida bwana. Sasa mnawabadilisha mnabadilisha mambo mengine ambayo hata si bida bwana. Kwa hiyo sisi tutaka kupinga bida, tupinge haya kwanza, nikianza na hili la tajisimu Sisi tutasema Ahlu Sunna ni katika watu wanaoongoza katika kulipinga jambo hili la kuleta lugha za bid'ah, kuzithibitisha au kuzikanusha. Akimsoma Shekhu Lislam Ibn Taymiyyah katika Majumuu lfatawa juzuu ya tano tayashuhudia haya kwamba sisi tunapinga masala ya kumfananisha Allah na kiumbe au kumsifu kwa jambo ambalo hakujisifu nalo. Hakujisifu yeye kwamba ni jismu, ni haramu kujisifu kwa hilo. Sawa, ndio msimamo wa ahlusunnah waljamaa. Na katika hili kuna maneno mengi, isipokuwa nitaka kumalizia kwenye nukta hii kwa kusema kwamba Mu'tazila, Jahmiya na wale ambao wanafuata wameathirika madhhabi ya watu hao, wao wanaona kwamba kumsifu Allah kwa zile sifa alizojisifu nazo kwa dhahiri yake kwamba ndiyo tajisima, na wanawaita ahlu sunna mushabbiha, wanawaita ahlu sunna ni mujassima. Haya maneno aliyazungumza al zamani wanawazoni al alimamu abu hatim muhammad bin idris alhandhali arrazi al, yeye ametueleza wazi wazi kwamba

watu wa bid'a kuwabambika nao ahli sunnah wal jamaa wanawaita mushabbiha, wanawaita uh, mujbira, wanawaita hashawiya na lugha kama hizo, lakini lengo ni kutaka kuwakimbiza watu na kuwachukia, kutia chuki watu kama anavyoeleza al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Sasa isije ikawa na wewe na katika mwenendo huo al-Imam al-Sheikh al Abdul Qadir al-Jilani

Tasmiyatuhum ahla al-athar bil hashawiyya, ni kuwaita ahlu lathari kuwa ni hashawiyya. Ina maana nyingi hashawiyya, miongoni mwa hayo ni watu ambao wana maarifa mepesi kabisa, hawana maarifa ya ndani. Wengine wasema hashawiyya ni maana ya hashwi, kuchundia, wao wamwingiza Allah, katika ulimwengu moja. Katika maana hizo kuna maana nyingi tofauti zinazotajwa. Wayuriduna yuriduna ibtala al-athar, na wanataka kuzibatilisha athar

Mashia katika alama zao ni kuwaita ahlusunna kuwa ni nawasib na mfano wa maneno hayo, lakini maneno hayo utayapata kwenye kitabu chake Al-Ghunia. Sasa na yeye anasema tajisim. Sawa, tajisim ni jambo baya na ndio maana ahlusunna wanaipiga vita. Ukitaka ushahidi wa, wa hilo wa soma sharh hadith nuzul ya Sheikh, Sheikhu Lislami Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, amepinga masala haya akayafafanua kwamba yapingwaje na yaelezwa vipi ama kuhusu suala la kwamba aa, miongoni mwa bidha ni kuwakuta waislamu wa swalihidi nchi nzima ukaanzisha yako mi nataka kuuliza swali tu tujalie kwamba hiyo ni bidha haya tufanye kwa sababu kuna mambo mengine naambiwa haya ni maasia ha? sio kila maasia ni bidha lakini sasa watu hawajui maana bidha ni nini mtu ajisemea tu haya tujalie bidha Je, ukienda katika mji ukawakuta watu wenyewe watu wa mji mzima waswali ijumaa moja, alafu wewe ukaanzisha ijumaa yako, sio bid'a? Make maaa wazungumza jambo hey, mekuja kuwagaa Waislamu mekuja kuwagaa Waislamu. Watu walikuwa nchi nzima waswali ha? waswali hili pamoja leo ili siatokea mara mbili kwa mwaka ijumaa tokea mara ngapi kwa mwaka? Uenda kwenye kijiji watu wawafiki mia mbili waswali ijumaa, hawa wenye kuswali wenyewe arobaini. Matatizo waanzisha ijumaa yako. Si hapo Mtumbwani ilitokea? Pana ijumaa pale, ipo Shamsia wakaanzisha ijumaa aa, hajaanzisha mkawagawa Waislamu. Kila ijumaa, mko na ijumaa, mzozo ukaingia baina yenu, na baba mzozo kwelikweli. Haifai kweli. Wao wanasema haramu A wasema haramu kijiji kimoja kulipo Ijumaa mbili. Mimi nazungumza historia ili mfahamu kwamba hawa watu wanakwenda bila ya misingi, na sisi tunazo hoja za kuwahoji. Kama kuwagawa watu kwa sababu ya kuswalia Idi ndani ya ya nchi kwamba kuna Idi zaidi ya moja, kwa hiyo ni bidaa, kwa hiyo tukome, tusiwakataze bidhaa yenu, tuwaache kwa sababu sisi na sisi tuna zetu, na sisi tunauliza kama hiyo ni bidaa Je, kwenye kijiji kimoja kuwagawa watu kwenye Ijumaa mbili? Watu wa Shamsia wakaja na maneno tena, kasimama Bajuri, ya yaki, ya ya huyo shekhe alifariki ambaye mwenye kitabu, akasimama akaleta hoja kwamba alimamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa. Huyu hapa Bajuri kasema, akawasomea mshafi mwenzao kwamba Bajuri kasema kuwa yafaa sasa siwajibu kwa hoja, lakini siwajua tena watu ahlul bid'a masufi walivyo, akiwashinda kwa hoja, wata kushinda kwa ngoma. Wakatoka na ngoma wale, wakawa wapiga mazefu, kila mji wapiga ngoma, atumtaki Bajuri, nyimbo yaimbwa. Sijui kama imeachwa siku hizi, atumtaki Bajuri, na watu waruka, wacheza, wamsherekea mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa watu wenye vituko na mleo utawaweza? Mi nauliza mtu mwenye vituko vya namna hiyo, kumbe ukimshinda tu akuimba ah, tunga kasida akuimba, we hujasoma kasome tena ah, waimba tu, jibu hoja <laughs> kwa hiyo amesahau hili ajua. Lakini lakini alisahau kwamba nyinyi bidaa hiyo. Sasa kama mkataa bidaa bidaa, ndio hizi bwana, kumbe kembidaa wajua maasi katika mambo ya maasi. Kama hakuna sababu ya msingi, kama hakuna sababu ya msingi, na katika mambo yenye khilafu baina ya watu, baina ya wanazuoni, yanapoingia katika mahali na kila mmoja akashika msimamo wake, haiambiwi huyu kafanya bid'a kama hoja zipo. Hata hiyo aidi pia, kwani mara ngapi huku Tanga watu walikataa mwezi uliotangazwa na Bakwata